Naitwa Adventina Rwagorode, shida yangu ni shida ya asa ya ardhi ni aridhi araa, baba yetu alikufa mwaka sabini na tatu akatuacha sisi watoto wadogo na mama yetu, mama mjane. Sisi tulikuwa watoto saba, wasichana sita, mvulana mmoja, lakini mvulana huyo alitusimama juu, yaani akatunyanyasa kabisa. Asa na mama yetu tukaangaika, mwisho na mwisho tukaona tuende kufungua baraza la ardhi na nyumba, tukaenda tukafungua, wakasema kwamba mgawane sehemu hii. Tukaenda wakati wa shida kwa Kimwashura marehemu pale Nshamba, akatusikiliza bado yeye akaendelea na kukania baadaye tukafungua kesi ya ya madai, kesi ya madai ikaenda mpaka mahakama kuu. Baadaye wakasema kwamba tugawane sehemu hiyo, tukagawana, lakini yule akaendelea kugangania mle, mle. Basi tulipogawana nilipokuwa napeleka mahakama ya mwanzo mrejesho nilivyogawa, nikakuta ameishafungua kesi ya, ku, ya pingamizi na kesi ya pingamizi tukaiendeleza tukaisikiliza, mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mpaka mahakama kuu, tarehe mbili mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na mbili wakatusomea hukumu, na yeye tena baada akashindwa. Sasa nilipokuja nyumbani, nikaleta hukumu nikafanya kufanya utekelezaji, huyu kaka yangu akaendelea kudidimia kudidimia, mwisho kaka kaka yangu akafa, kafa baada amegangania hiyo sehemu iliyopewa. Sasa na watoto wake umo umo, na mke wake umo umo, wanagangania hiyo sehemu iliyopewa kufuatana na usimamizi wa mirasi. Mimi nilikuwa nasimamia mirasi ya baba yangu. Hayo ndio yangu, mheshimiwa, vielelezo vyote ninavyo, hukumu timu za hukumu kwa nini a mtendaji huari fiibai k stani vyote. Sasa ndo nimesikia taarifa jana, wanasangaza, nami nikaona nije hapa nitoe maelekezo yangu. Hayo ndiyo yangu, muheshimiwa. Hayo makaratasi yote unayo, ninayo, nimesha mwonyesha hata mwanasheria, uwamwonyesha mwanasheria yu He, He, hapo. Aha. Umeona makaratasi yake. Kama nimemsikiliza vizuri hoja yake, sasa ni kukazia hukumu. Mmeshakazia, mmeshawaondoa wavamizi? Bado sasa hamjakazia hukumu. Kukazia hukumu ni pamoja na kuwaondoa wale wavamizi. Afisa mtendaji wa kata yuko hapo Afisa mtendaji wa kata, afisa mtendaji wa kijiji yuko wapi? Afisa mtendaji wa kijiji hayuko, kijiji cha Nyagongo. Aha, kwa hiyo hajafika hapa. Aya, mheshimiwa OCD. Hapa tuna amri ya mahakama, mahakama ilishaamua. Kuna mtu aling'ang'ania, hataki kutoka, wewe mpaka amekufa na familia yake iko pale. Tusipotekeleza amri ya mahakama, tunavunja sheria, na wewe kazi yako ni kushughulika na wanayevunja sheria. Sasa mwanasheria, nenda mahakamani, mahakama itamchagua dalali wa mahakama kufanya execution yule dalali akaripoti kwa OCD. OCD atatoa vijada wake watakwenda kwa mtendaji, amri ya mahakama ikatekelezwe, jambo lilishi. Kwa hiyo, mwanasheria, kuna zile execution form zikajazwe, ataguliwe dalali kwa kutekeleza hiyo amri ya mahakama, atawapa taarifa wale ya siku kumi na nne, wasipotoka Ripoti kwa OCD, OCD atakupa vijana wa kazi. Waende wakafanye kazi na sheria itekelezwe. Asante sana. Asante, nashukuru sana. Karibu mgeni, unitukie salamu kwa Mama Samia.